Asante sana. Huu ni mjumuiko wa kina wanawake, labda pengine, siku ya leo ungeizungumziaje? Baada ya kupata invitation kutoka kupitia Clouds, nimefurahi sana kukaribishwa, nimeona kama ni Clouds imenitambua kama mama pia, kama mwanamke nimefurahi sana, nimefarijika, okay. Umekuja peke yako, tulitarajia tungemwona mama Fantasy pia. Umeongozana naye mama Fantasy, ishi naye tena, sasa hizi ni mke wa mtu, nilishamuozesha nyote mnajua. So, <laughs> kwa permission inatoka sehemu nyingine. Yeah. Uh, kitu kikubwa ambacho leo anakisisitiza ni kwamba adui wa mwanamke ni sio mwanamke. Uh, kwako wewe kwa experience yako, muda ulioishi umekuwa kwenye mitandao, unaamini wanawake sio maadui tena kama ilivyokuwa mwanzoni? Unajua ni, ni jinsi gani unavyoichukulia mm -hmm kama unachukulia mwanamke ni adui basi atakuwa adui, lakini mimi napenda kila mtu. Kwa hiyo kwa upande kwa wangu mimi sijawahi kuwa na maadui, kwa hiyo namshukuru Mungu Wa, watu wengine wanaweza kuwa wanadhani ni maadui zangu, lakini mimi sina adui, mimi nampenda kila mtu. Wewe unahisi kuna watu wana uadui na wewe? Yeah. Aha, unajua pia ukishakuwa uh, uh, kwenye yani unajulikana. Yeah. Kuna vitu vingi vinaendelea, unaweza kuamka ukajikuta nimeandikwa hivi hivi, lakini mimi ni mtu ambaye waga sipendi mambo mengi na, na muamini sana Mungu. Anampenda kila mtu. Ni mama ambaye hu, hu entertain sana mitandao kwa maana ya watu wanavyo comment mtandaoni, sio vitu ambavyo vinakuumiza sana uh, ni kwamba uliamua tu kwamba sasa mimi sitaki kuweka akili yangu sana mitandaoni au unaona vinakuumiza lakini unakaa kimya? Ah, naweza nikasema kweli sijai kuumizwa na kitu mm -hmm. mtandaoni hilo ni kitu, kwa sababu sijui mwenye moyo wangu mwenye, ama ni kabila langu si watu strong. Kwa hiyo si huwa naona, kwa sababu mwanangu tayari ni maarufu, kwa hiyo nadhani hiyo ni one package. Kama alikuwa maarufu, asingekuwa maarufu, sidhani kama hata tungekuwa tunaongelea, lakini kwa sababu ni maarufu, na ndo, yani iko hivyo, kwa hiyo lazima nikubaliane na hii hali yeah. Kwa hiyo najua angekuwa Hamisa tu, ni mtu Hamisa tu huko sijui wapi, hakuna mtu angemwongelea by the way badha sindio? Lakini kwa sababu Hamisa ni maarufu ki, ni, ni kio cha jamii hiyo inakuja kama package yake, yani kwa sababu ni maarufu na vitu vingine nikubaliana navyo kama mzazi. Kwa hiyo nishaji set tangu mwanzo, kama hivi vitu vipo, nikubaliana navyo na maisha endelee. Sawa so, huko evv... uh, kwenye mitandao najua unapigia kwa ya Instagram, na mara nyingi tunakuona namba ambavyo ukiingia kwenye mitandao ukiona watu wanamwataki mwanao kuna namna ambavyo inakuumiza kwamba, watu kwa nini mwanangu, kwa nini mwanangu? Kama mzazi, vinauma sometimes, lakini unashukuru, alhamdulillah, maisha naenda. yeah, unashukuru tu Mungu, kwa sababu kila kitu unamweka Mungu mbele. Mimi kitu ambacho naamini Mungu mbele, yani hata mtu kama anakutukana unajua wewe anatukana, there's something inside. yeah, labda kuna chuki, labda kuna kitu anakiona kwa Hamisi. Hawezi tu mtu kulipuka kumtukana mtu, hakuna sababu. Lazima kuna kitu anakiona ndani ya Hamisa, labda akifanya vile basi ataanguka ama hivi. Lakini mm -hmm. Mi naamini Mungu mbele, kila kitu ni Mungu. Kwenye heka heka za harusi, nakumbuka kwenye interview yako moja ulisema kwamba Hamisa alivyopatana na Azizi, Azizi alikuambia kwamba mama, mimi nataka kuwekeza Tanzania na watu wakasema Azizi kila kitu anamwambia mama mkwe, pengine walichanganya. Labda ukaribu wa mama mkwe na Azizi ki mwenyewe, ni kwamba Azizi amekuwa comfortable kwako kama mama na kuelezea vitu tofauti tofauti, au ni hiyo tu kwamba alikwambia tu anawekeza Tanzania. tofauti ya Azizi na yani, tofauti yangu mimi na watu wa mama wengine, Azizi simchukuli kama mkwe. Azizi ni mtoto wangu Nilimpokea azizi kama mtoto yani, kasema mwenyezi Mungu mi na mtoto mmoja kaniongezea wa kiume, nimpokea kama mtoto. Kama mtoto tunaongea kila kitu, okay. uh -huh. Sawa so, mama samani kwenye hili kama nitakuwa na kukera, yeah. uh, kwenye harusi ya Hamisa vilibuka uh, vimaneno vingi sana kwenye mitandao mm -hmm. Uh, watu walianza kudai kwamba mama yake na Aziziki uh, alikuwa nazungumza haelewi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na harusi ile wewe upa kwa upande wako ulivyokuwa unaona vile vimaneno ambavyo vinadai kwamba yule ni mamake na Aziki, wewe ulikuwa unaichukuliaje? Mimi sijaviona hata mimi. Peji yangu na sasa najua, naingia kwenye peji yangu nafanya kitu nipeka kwenye peji yangu na wale watu ndio wafollow, ndio naingia vitu vingine waga siangalie, na nikiona kitu chochote ambacho kinaenda tofauti na mimi huwa na try kuignore kuniko hivyo so kuna vitu vingi sioni, watu wengine wananidisagree Recently kumekuwa na story kuhusiana na Rushaina na kile alichokizungumza kuhusu Hamisa, na tukaona kuna screenshot ilikuwa inasambaa kwamba anamuomba msamaha Hamisa, na anasema kwamba mama alinipigia simu na mjukuu alinipigia simu. Ulizungumza na Rushaina kuhusiana na kile kilicho kuliongelea hilo? Naweza kupata next question ili niondoke, yes. uh, kwako mama ni mama ambaye una wajukuu zako ambao unaona kabisa wako kwenye maisha ya watu maarufu, wewe ni maarufu, mwanao ni maarufu. Uh, unatamani waje kuwa kwa namna gani? Yani wa, wakae mbali na mitandao au wa, wa hata wakiwa mitandaoni, unahisi wamefata roho ya bibi yao? Ah, wajukuu zangu, kwanza namshukuru Mungu, alhamdulillah, ni watu wana, wana akili sana, wanajitambua. Uh, especially Dila ana akili sana yeye yani, anaweza kukakaa na kuongea naye, kwanza labda anaongea na mtu wa miaka 40 30. Kwa hiyo najua wenyewe watachoose njia wanayotaka sahihi, kwa sababu Sahi. nawaamini Yeah, nimewalea vizuri, okay. Kwa sababu muda mwingi nakaa nao mimi, kwao ni watu ambao watakuwa maarufu ama mtu kama fantasy, watakuwa wa mbele, watachagua wenyewe, watakuwa labda, lakini sioni kama kuna mtu kati yao atakao maarufu. Nadhani ni watu wanataka concentrate na maisha yao mengine tofauti okay. Uh, mama, kwa kumalizia tu niliona komenti yako unamjibu mm -hmm. Okay, niliona komenti yako unamjibu mtu aliyekuuliza, nimeona kama umepungua ni kisukari, mama, mtu ambie, ukamwambia nimefanya surgery, ndawapa namba ya daktari na sitaki niulizwe tena. Ni aina gani ya surgery uliyofanya? Nadhani nilijibu pale, na niliwaambia na nitafanya interview kwa ajili ya kuelezea hilo, sio leo. Mm-hmm, leo nimekuja kwa ajili ya kusupport wanakenza. Lakini mwonekano huu ni kutokana na surgery uliyofanya? Nimesema nitaangalia next time hapo kwa mama, nikupongeze pia kwa kuhudhuria pia leo siku uh, ya kuba huru opamahuso akina mama kama mama ambaye una mtoto ambaye ni star, anazungumziwa kwa mambo mazuri na mabaya pia. Neno moja kuhusu uh, watu ambao wanamzungumzia mwanao na kama mama ambaye mwanao ni star pia, vitu gani unachukulia una hasa unapoona vitu vinaenda against tofauti kuhusu manavu. Mi kwanza wasichana naambia na, wafanye kazi, tuache maneno maneno, wache shortcuts, ufanye maneno. Unajua, wa watu ambao hawamjui Hamisa ndio wanamwongelea kwenye mitandao. Watu waliomjua Hamisa. Hamisa ni mwanamke hodari, mwanamke anayefanya kazi. Kwanza mimi mwenyewe na mwanangu niko very proud. Sio kusema na mnani kwa sababu ni mtu wangu. Yaani Hamisa akipewa kazi anafanya kazi. Labda mngeweza hata kuuliza kwenye makampuni ambayo ameweza amefanya nao kazi. Yuko ni mtu ambaye ameconcentrate na kazi. Ana longolongo. Alafu kitu kingine: Hamisa ana rafiki mmoja tu. Leo labda niwaambie. Okay. Hajawahi tangu ni amekuwa maarufu. Hajawahi kuwa na rafiki wa pili. Ana rafiki huyo, Anaitwa Bambina. Niendeni instagram yake, anaitwa Bambina Meke. Huyo tu ndio rafiki yake ambaye anaweza kuja nyumbani kwetu akalala kaamka kama nyumbani kwao. Hajawahi kuwa na rafiki mwingine. Ana rafiki huyo, anaitwa Bambina Meke. Kwa maana hiyo kwamba Rushaynah yake. hataki kuongelea hilo. Nimewambia Hamisa ana rafiki huyu Usually, alizungumza yeye mwenyewe akasema kwamba watu wampumzishe basi kwa sababu amekuwa akimsema sana. Oh, alizungumza hicho yeah, kitu kama mitandaoni, yeah. Okay. Okay, sana. Sana, sana, sana. Sana. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina